viongozi ama viongozi wetu ni mtu mwenye kujitoa kuchanganya na jamii bila kujana. Mashallah, tabaraka rahmani. Mwenyezi Mungu wa kiafya amamilimu maradhi ya mtihani amekucha na husa za watu na majimi zinazosikiwa usiku na mchana. Nimalize kwa kusema wakitangazwa washindi hawa watakaotangazwa rasmi kama Abatalasif, mshindi wa kwanza

A kana aaa wakasialbikanaau wawali ili ndilewak na yote jaliodokea ilisomama hapa. Naitwa Kitwana Samatta lakini pia ni mkurugenzi wa taasisi ambayo naitwa Kitwana Samatta Trust ambayo nyuma yake ina wanajama wasehukuwa hamsini. Taasisi hii inahusisha masuala mbalimbali ambayo yanahusiana kurudisha kwa jamii, ikiwemo uchimbaji wa visima, ikiwemo kuwasaidia watu kutali maalum. Taasisi hii ikaamua ije ifanye kazi katika mkoa wa Tanga, na hii kwa sababu ya upendo wa watu wa Tanga na ukarimu wao wa watu wa Tanga kuanzia vyo utakakuaia kwa jambo lolote linalohusiana na jamii mweshimiwa isi usituduke mkono tuunge tuchukue kama walivyochukua katika hivi kwa udogo wetu na kwa uchache wetu na kwa ulai wetu hata wale wengine ambao uliipokea pia tunasema kusiuke baada ya kusema haya mweshimiwa msi ali